Shida nyingi na tabu nyingi, amekoma, yamekoma matatizo mengi na shida nyingi, amekoma tatizo mahaba. shule muda mrefu, yaani waija shule vivi ajija ya shule wasosa ajija ya shule, yaani najikuta nipo mpweke mdogo wangu. Hmm. Sijapenda mimi kutokuja shule, ila nilipata matatizo. Matatizo hmm, gani hayo? Mama amefariki nadangala amezilai, yupo hospitalini. Hmm, pole. Ndio vile alivyokuwa anaumwa vile ndo akazidiwa. Ndio hivyo. Pole sana. Kwa hiyo huku sasa hivi unaenda wapi? Hata sielewi napokwenda. Mm, si nikusindikize lakini, funguo nazo mimi, afu dada akija, sijui hata itakuwaje. Wewe nenda tu nyumbani piko, lakini usijali, utakuja nyumbani. Haya, pole. tatizo mababa na kinyozi Maa. Naomba nywele zangu zote pamoja na ndevu, ntazitaka. Sawa, haina shida nakiwa kuna hiki kifuko changu cheusi tunakusanyia zote nikio gari na, na wewe. Vipi? Mm. Mbona huko peke yako, eh? Mahaba yangu yuko wapi? Mwana amenikaa kweli kweli mwanimwangu mwangu. E, yaani kila mtu sasa hivi ana mambo yake, tukitoka shule Mahaba naenda kwao, mimi naenda kwetu. Mda mwingine kama hivyo unazurura zurura kwao, kila mtu anakuwa Yuko wapi Mahaba? Ah, Mahaba tangu alivyoondoka hatujamwona tena kurudi. Ila leo, tumekaa jopo la madaktari, tumeridhishwa na hali yako, hivyo basi tunakuruhusu kwenda nyumbani.

sina imani na hali yako, maana ulipatwa na tatizo la heart attack, yani, mshtuko wa moyo. Sijui nikikueleza utalipokeaje. Hiyo usiofu, dokta, najua mama wako amefariki. Nipo tayari kupokea maelezo yako <todiculia> Uwe Moshi bado najizungusha zungusha safari ya Moshi na kuhusu tuwe mtoto Moshi. Mm. Yeah. Yaani wewe mimi nakuongelesha hata unijibu He. Sikia sasa, nikwambia kitu hiki kimoja, andaa kila kitu chako umu ndani Kesho nakurudisha Moshi. Siwezi kukana kukaa na mtoto mwizi mwizi. Mimi kama wewe kado glasi untendee ya kabisa. Wajua fika kule Moshi wazazi wangu walishafariki, hiyo ukinipeleka Moshi nitaenda kuishi na nani? Huo ndio uamuzi wangu, utajua huko huko. Ya kazi. Njema. Kijana. Sura yako sio ngeni kwenye macho yangu. Tulishawahi kukutana mtaa Miembeni. Haujakosea, ndo mimi. Kwa majina naitwa Wasiwasi Ndimu. Nilikuwa kijana mtukutu sana shuleni na nyumbani. Hata siku ile mlivyokuja kutugia elimu niliwajeulia sana. Ni vyema umelijua kosa lako na leo umefanya vizuri kufika hapa kituoni ili kujifunza masuala ya afya kiujumla. Kwa kijana kuanzia leo, situdia tena mambo ya tabia mbaya. Hapo unaponiona natumia dawa za kaswende baada ya kukuta nina maambukizi. Samahani daktari. Ndiyo. Vipi ada danga? Ah, dada yako anaendelea vizuri. Na tunamruhusu pia kwenda nyumbani. Naweza kumuona? Ndiyo, kwa sababu ameshazinduka vizuri ila tu kulikuwa na fomu pale za dawa ambazo alitakiwa zijaze, baada ya hapo aende nyumbani. Asante, ah, Mungu. Na itakuwa vizuri kama amezinduka, ili tujue nafanya nini baada ya kifo cha mama. Na mwili wa mama yenu tayari upo monchwa. Um, lakini samani binti, maana narudia tena kuuliza swali hili mara kwa mara kwa sababu naona ni mabinti wadogo, alafu mko wenyewe kwenye familia yenu, hamna mtu mzima yote ambaye amekuja Hapa ndio wakina Mahaba hapa na nyumbani kwao na ndio walipopanga hapo. Nashukuru kwa kunifikisha, lakini mbona panaonekana pako kimya sana hapo. Uh, sijajua inaweza kawa baba wametoka Dokta hapana, tupo sisi tu wenyewe. Na nilienda kwa mjomba ambaye ni kakake na mama, lakini amenifukuza na kuniambia ile limusu. Lakini dokta, nimepitia mengi sana, nimepata ujasiri. Huyu ni mama yangu, sina wakumtupia, na kama kulia nimeshalia sana, sina tena hata cha kutoa. Yani hata machozi sielea natokea hapa, nikisema nilie sasa hivi. Ah, Pole sana, maana mnatakiwa pia kwenda mochari kwa ajili ya kufanya taratibu za kupata mwili wa mwaenu kwa ajili ya mazishi. Alafu kuna pesa hiyo hapa mlidondosha. Asante, poleni sana. Asante, tunashukuru sana. Na vipi kuhusu dangalo? Sema hapo. Hodi namba ngapi? Mwangalie hodi namba nne pale Ha, hata dalili ya watu. Ni kweli panaonekana hamna dalili za watu mm. Shemeji vivi hivi mm. Ni kweli mahaba anaishi hapa? Sawa, hakijaribika kitu, tuanze tutakurudi siku nyingine. Haina shida baba. Kumbuka sasa tunatoka wote la nini? vivi mm. sio tatizo Eh, tunaenda wote kumbuka, uliponitoa basi. Sio mbaya, twenzetu eh, twende. Pole sana wasiwasi ni vyema umeamua kuungama na itakuwa vizuri ukijiunga kwenye kikundi chetu cha waelimishaji lika, ili uwe mfano wa kuigwa kwa vijana wengine huko. Kwa hilo nipo tayari. Pia mstari Karibuni. Shikamoo kaka Maraba. Hamjambo? Hatuna ujambo, lakini tumekuja, tuna shida. Shida gani? Mama yetu amefariki tangu juzi, tumeambiwa tuje huku kupata mwili wake. Mm, mkimwona, mnaweza kumjua? Ndio niwapeleke au mmekuja mna risiti yoyote? mimi mama yenu simjui, anaitwa nani? Jina lake si Wazuri Matata. Si Wazuri Matata. Ujue. Afsi kaida yake, achana na habari za vivi. Jua maisha yako. yule ni mwenzetu, lazima nimuulizie, maana siku ile tulikimbiana pale hospitali. mimi nilikuta na kaswende. Weweje, majibu yangu hayakuhusu. Piko mwenzako, nishaanza kutumia dawa za kuponya kaswende. Anafuata na ushauri wa daktari. mimi sipendi pressure, siku ile nilikimbia. Piko, bora urudi tena hospitali kwa jua majibu yako, wasiwasi. kama umechoka maongezi, naomba unyamaze Shauri yako, ficha maradhi mauti mumbua, hmm. Na amefariki kwa ajali au? Alikuwa anaumwa. hmm. Eh, hey, jina lake hili hapa nimeliona, si wazuri matata. Sawa. Lakini hapa inaonyesha kwamba hamwezi kuupata mwili wa marehemu mama yenu mpaka mlipe deni, sababu hapa kuna deni inaonekana mnadaiwa shilingi milioni moja na laki mbili. Hilo deni la nini tena kaka, jamani? Mimi sijui kwa sababu hainihusu. Kinachotakiwa nyinyi mwende kule mkaulize wahusika kule mlipotokea. Jaribuni mkaulizie, kama mtakuwa na uwezo wa kulipa deni mlipe na muhakikishe mkirudi hapa tena, mje na risiti yenye malipo sawa. Ndo mtaweza kuupata mwili wa ma marehemu mama yenu. danja danja, mimi sisumbue. Halo, mambo? Mi nakusikiliza wewe. bila elfu hamsini siwezi kuja. Nakukumbuka, lakini nitumii hela kwenye simu ndo utakuja.

Mimi natoka shika ile ya matumizi wiki nzima. Hiyo ukitumia vibaya shauri yako itakukosti. Asante kaka sukari. Lakini vipi kuhusu swali langu la kusoma? Siku zinaenda sielewi. Mdogo wangu, najaribu kuangalia kozi gani, ili nikupeleke. Kasukali mimi nitajitolea lika kuelimisha pale hospitali, mpaka lini? Nahitaji kusoma. Hata kama nimeweza kidato cha nne, kazi kula tu. Unafikiri la mimi naokota leo? Tunapiga pasi ndefu sasa. Mimi la tangea, kadange hebu sogea, mimi nilale, subiri jioni. Nielewe ni eh? ni ni ninachokuambia. Unataka niongee kindengeleko ndo unisikie? Mimi natoka, kama kuna tatizo lolote utanipigia simu sawa? Hapo tena ukiondoka sikuoni, wiki inaisha. Basi jitahidi uoe, angalau nikae na wifi yangu deka. Wifi yako bado hajazaliwa, baadaye nani. Mikaka mingine bwana. ah. Ah. Pesa ndo kila kitu, pesa upendo na kila mtu, pesa ndio sabuni ya roho, pesa ni heshima. Naweka nywele hizi pamoja na pesa za noti pamoja na za sarafu, kitomondo, kitomondo, vuta pesa zote za noti pamoja na za sarafu pia kitomondo, vuta kivuli cha mtu kwa ajili ya mali zangu na pesa

kutokea changamoto nyingi kashapitia.